Let me tell you today, because it's important when I realize as a deputy president that William Ruto amepanga kutumaliza kama jamii. He sacked our sons and daughters in KRA, akafuta watu wetu kwa polisi, akafuta watu wetu kwa parastatos, all our businesses, akasema watu wetu wasilipwe, biashara zetu akanyang'anya watu wetu, akapatia Wahindi na wa China. Mimi nikamwambia sitakubali, tukaanza kusosana. Akapanga kugawanya Mount Kenya East and West, dio atukalie vile moja alitukalia for 24 years. I told him no, I will not allow you. Dio akapanga jama ya kunitoa akifikiria ati akinitoa atamaliza hii jamii. Haiwezekani. Hata sasa niko nje ndio diko na nguvu zaidi ya kukinga hii jamii. Hii maneno imetokea Wednesday. It was a scheme by Kasongo and our traitors here in Nyandarua and in the mountain. In Nairobi, the county government of Nairobi, walienda nyumba za Wakikuyu na Waembu na Wameru. Zote wakaweka X ya green. Usiku wakora wakaletwa. Wakisimamiwa na polisi wakapora mali yetu ya watu wetu hapa Nyandarwa. Hii mambo ilikuwa Olokalau, wakora waliletwa na huyu mami Mwaganu. hmm? hmm? na mjumbe wa hapa huyu anaitwa Kwenya. hmm? these two Are the traitors of our community in Nyandarua. Na jama ilikuwa huyu mama na huyu kwenya na Kasongo wachome vitu ya watu ya Nyandarua, alafu wawekelee huyu methu ati wamushike huyu eh?